Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2025 umekagua na kuzindua miradi mbalimbali mbali, ndani ya Halmashauri ya Wilaya ya Mtwara huku ikikubali miradi yote sita yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni nne za kitanzania. Mwenge huo umepokelewa katika Halmashauri ya Wilaya ya Mtwara ukitokea na Nyamba katika kijiji cha Nanguruwe siku ya Mei 24 mwaka 2025. Faida Online TV tumekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV, tafadhali baki nasi. Moja ya mradi uliotembelewa na mwenge huo wa uhuru ni vyumba viwili vya madarasa pamoja na matundu sita ya vyoo katika shule ya msingi na Mbeleketela ketela iliyopo kata ya Ziwani. Ismail Ali Ussi ni kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2025. Ndugu wa Ziwani, mimi ombi langu ni mambo mawili, Jambo la kwanza leo hii tumekuja kujionea madarasa mawili ambayo kwa kweli yanavutia, yana ubora, yana viwango na mahitaji kwa ajili ya watoto wetu. Lakini jambo jingine na la mwisho, swala zima la uoneshaji wa vyoo, kwa maana leo hii tumejionea vyoo vya kisasa ambavyo vimezingatia sifa na mahitaji ya watoto wetu ambao wanasoma ndani ya shule hii. Kwa kweli, haya yote ni maendeleo ambayo yanatekelezwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni waombe sana ndugu wananchi wa Ziwani, tuhakikishe tunaitunza shule yetu hii, lakini pia tunawaleta watoto wetu kuja kupata elimu iliyo bora. Hata hivyo mwenge huo wa uhuru ukatembelea kukagua na kuzindua mradi wa barabara za vitongoji katika kijiji cha Nachua, kata ya Mkunwa. Huyu hapa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, ndugu Ismail Ali Ussi, akizungumza na wananchi waliojitokeza katika eneo hilo barabara hii ya kuzidiwa siku hii ya leo, jipigieni makombi matano. <coughs> <Menge> wa Uhuru Mtwara <uwe. tos> <wa> DC oye. <coughs> Mheshimiwa kwelyo, na ndugu viongozi, na ndugu wananchi, kwa kweli hayo ndiyo mapenzi mpye mliyoonesha katika eneo hili e, na sisi binafsi tumetendea maeneo yote, lakini kwa kweli leo Mtwara DC ni kiboko, jipigieni tena makombi matano. Baada ya kuyasema hayo, mimi naendelea kwa kuwakumbusha huu ni mwaka wa uchaguzi, na salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, twendeni tukashiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu, twendeni tukalipe imani ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo ambayo yalikufanyia wana Mtwara. Baada ya kukagua na kuzindua mradi huo wa barabara, mwenge huo ukafika kwenye zahanati ya kijiji cha Likonde, kata ya Mayanga, katika halmashauri ya Mtwara na kuzindua nyumba moja kwa mbili za watumishi wa afya hapa. Alipewa nafasi mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanal Patrick Sawala ya kuzungumza na wananchi wake. kushukuru tena kwa mara nyingine kunipa wasaa huu kuwasalimu ndugu zangu wa wanaLikonde hapa ambao wamejitokeza kuja kuulaki mwenge wetu huko. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana na kuwapongeza kwa maamuzi sahihi mliyoyafanya ya kuja hapa kuweza kuona mwenge wetu unang'aza nini kuweza kuona namna gani mwenge wetu unaendelea kutuunganisha sisi kama Wanamtwara, wana Likonde, lakini vile vile kama halmashauri ya wilaya ya Mtwara. Alipofika katika eneo hilo, kiongozi huyo wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, ndugu Ismail Ali Ussi, alipata nafasi ya kuzungumza machache, huku akiwapongeza kiwanda cha Dongote ambacho kwa kiasi kikubwa ndio wameshiriki katika ujenzi wa nyumba hizo. Lakini pia nikushukuru mkurugenzi mtendaji wa halmashauri pamoja na waheshimiwa madiwani kwa kazi kubwa mnaendelea kuifanya juu ya kupokea wawekezaji wetu hawa na kukubali kufanyika miradi hii. Baada ya kuyasema hayo, kwa kweli ndugu zangu wananchi, sisi binafsi tumekagua nyumba zile, kwa kweli nyumba zina viwango, zimezingatia sifa, zimezingatia mahitaji ya wa wananchi ambao, na wa, wa madaktari wetu ambao wataishi katika eneo ile. Hivyo kupitia mwenge wa uhuru kwa heshima ambayo umepewa na mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, sasa tupo tayari kwenda kuzindua nyumba zile. Hiyo ni baadhi tu ya miradi ambayo imepitiwa kukaguliwa na kuzinduliwa na mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025 katika halmashauri ya wilaya ya Mtwara inayoongozwa na mkurugenzi ndugu Abeid Abeid Kafunda. Na miradi hiyo yote sita imekubaliwa na mwenge huo wa uhuru mwaka 2025. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Asante na kwaheri.